Bana mambo safi kabisa. Kwa vizuri? Nashukuru Mwenyezi Mungu niko sawa sawa. Hivi ulipata nafasi ya kusikia watu jukwani wakati tunafunga walikuwa e... wanashangilia? Eh, ziko aina mbalimbali walizokuwa wanashangilia. Kuna wakati walikuwa wanaimba budo, budo. Kuna wakati wakapiga wimbo la embe dodo. Hapo ndo nipokuwa napataka hapo. Hii nyimbo kwa mara ya kwanza eh, iliimbwa. Sikumbuki ilikuwa ni mechi ya nani, lakini ilikuwa ni mechi ya CAF. Tupo Buguruni Sheri e, e, Buguruni Sheri kama si chama, tunaelekea sehemu moja ya, ya, ya, ya kufanya zetu hamasahamasa mtu wa masa, hamasa. Mtu wa kwanza tulisikia wote lakini mtu wa kwanza kuisema, bwana, kuna nyimbo leo nzuri mwembo na king faida. Of course tukawa tujaisikia, lakini hatimaye imekuja kuwa kama nyimbo ya taifa. Nini ambacho ulisikia, sikio lako lilisikia kitu gani? Ni moja katika uh, nyimbo zetu nzuri yeah, ambazo tunazo, tunazitumia kwenye hamasa E, ni nzuri kuisikiliza e, ni nzuri kucheza na ni nzuri vile vile wakati mechi inaendelea inapigwa, kwa sababu ndani yake kuna maneno ambayo yanatengeneza emotions. e, hii simba naipenda usifikiri utani, ingekuwa embededo ningeila na majani. Sasa akiimba juma akiimba faida inanoga, akiimba juma inanoga zaidi, kwa sababu kuna wakati anapiga oh, oh, Oh, aafu watu wanaitikia pale, hii Simba naipenda hasa usham ushamkanyaga vizuri, na Mungu ndo unapiga lile, hii Simba naipenda usifikiri utani, ingekuwa embe dodo ningeila na maja, ah, majani hasa ili ningeilana, okay, majani ile ukimkuta shabani mpira pesa. Ana, anaonesha kwa vitendo kabisa yani Ingekuwa dodo, ah, kaka, kaka. Simba yetu tumeipata. <laughs> Tumeipata. Eh. Haya turudi hapo Semaji, kwenye Simba yetu tumeipata tuambie kwanza mechi ambavyo hii leo umeiona. Binafsi mimi ni miongoni mwa mechi ambayo tumecheza vizuri, tumezuia vizuri, tumemiliki mpira maeneo mengi, tumefanya vizuri ikiwemo ushindi wa mabao matatu ambayo tumepata ya tuliwaambia watu wasiwe na pressure, eh, tumefanya usajili mzuri. Ukiwa na wachezaji wazuri swala la kucheza vizuri swala la kupata ushindi mzuri ni, ni, ni jambo la, la, la muda mfupi tu kwelikweli, na hii leo watu wameiona. e, reference ya watu wengi ni mechi dhidi ya Gaborone United. Sisi mechi ile tunakiri ya kwamba tulizidiwa, na tunakiri ya kwamba mpinzani wetu alikuwa bora dhidi yetu na mpinzani akiwa bora haimaanishi wewe umecheza vibaya. Na watu walikwenda mbali zaidi wakasema hakuna haja hata ya kwenda precision sijui Misri, i si, ni wivu tu, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni wivu tu eh, sisi kwenda Misri Preseason, ni, ni, ni, kama, ni kama wewe kutoka Tabata Liwiti kwenda Tabata Bima yani, yani nikakitendo nika ka dakika mbili tu <tie> <tie> ehe, kwa hiyo usianze kufikiri labda nikamchakato karefu Simba kwenda Misiri au labda gharama kubwa Simba kwenda Misiri, ni, ni maisha yetu ya kawaida mno kama kutoka Magomeni mikumi kwenda Magomeni kanisani yani, very close sisi kwetu kutoka Bonyokwa au kutoka Bonyo kwa kuja mpaka Segerea hapa ni e, karibu mno. Alafu fedha hiyo fedha hiyo hipo. Kwa hiyo e, yalisema mengi last week ya kwamba kuna haja tena ya kwenda Misri kwa sababu timu haina fitness si na nini na nini, ukweli ni kwamba tulizidiwa, na kwenye football hawezi kuwa na better moment kila siku, kuna siku unazidiwa mpinzani wetu aliyekuwa bora akaweza kuto outshine, lakini aliyekuwa bora zaidi amekwenda hatua inayofuata. Mechi ya leo tumeonyesha watu who we are. Mechi ya leo tumeonyesha watu Simba ni mnyama wa aina gani? mechi ya leo tumeonyesha watu Simba ni timu ya aina gani? Na mimi niliwaambia watu subirini muone surprise ya Selemani Matola. Tunamchukulia poa poa kwa sababu tumemzoea, lakini one of the best coaches tuliokuwa nao katika ardhi yetu hii ya Tanzania. Tumeona mchanganiko eh, tumeona maamuzi ya haraka, tumeona maamuzi ya kikubwa, tumeona mabadiliko ambayo ameyafanya. Nani alimtegemea semfuko hilo kuja kuzima dimbala chini pale? Lakini angalia ndani ya muda mfupi performance ya mchezaji mmoja mmoja ilivyoangazika, mwangalie anavyozidi kuimarika Rushine De Reuck, mwangalie anavyozidi kuimarika Karabwasha mo, mwangalie Mligo anavyozidi kutakata, mwangalie Kapombe anavyotimiza majukumu yake ipasavyo, mwangalie Alassana Kante anavyofanya unyama na leo kapiga. Na leo kapiga pasi za hatari, anapokonya, anaanzisha alafu pasi zake, anaweza akapiga fupi, anaweza akapiga akapiga mbali. Kwa hiyo hiyo yote ni kazi ambayo imefanyika ya ku develop viwango vya hawa wachezaji, lakini nani alijua Mutali atakuja kufanya maajabu makubwa hii leo. Amefanya unyama wa, wa, wa, wa kutisha vibaya mno, amefanya ukubwa wa hatari sana sana sana, mpaka uwanja mzima una muimba, budo budo, anachukua anateleza, kama kambali anaondoka. Sasa haya yote yalikuwa ni mambo ya muda tu watu wakaingiwa na presha, wakaanza kuwasikiliza watu wasiojua uhalisia wa Simba na wasiojua mpira, wakaingia kwenye hiyo presha. Lakini mimi niwaambia wana Simba wasiwe na wasiwasi, hii walioiona leo ni Simba yetu, lakini hatujafika kwenye Simba ya kwetu. Simba ya kwetu ndo tunaelekea huko Timu inavyozidi kupata muda wa kucheza tunazidi kuimarika na tunazidi kuwa bora. Tuwaunge mkono tu wachezaji wetu, tuwaunge mkono viongozi wetu, mambo yetu yatakuwa mazuri mno msimu huu. Aajum mzungumzia budo, nitaka kuuliza mwalimu, wote wanawazungumzia, lakini sasa tumzungumzie. Subiri basi kidogo, utaunganisha basi hilo, umzungumzie top scorer, mfungaji bora wa timu ni nadra, mm-hmm. Kuna mfungaji bora au kinara wa mabao wa timu ni central defender, lakini sisi ndio tunaye, Rushine De Reuck ndio top scorer wa timu yetu ya yeah, nilikwambia, nili baada ya kufunga goli lake la kwanza ni kwamba eh... Kitendo cha Rushine De Reuck kufunga goli lake la kwanza ni faraja kwetu sisi Simba Sports, kwa sababu e, tumepata mtu mwingine ambaye anaongezeka kwenye boksi tunapofanya mashambulizi. Hiyo ni, ni, ni faida kubwa. Unaposhambulia unatakiwa uwe na numbers nyingi. Kwa hiyo Simba tunapopata faulo e, kona, wherever tunakuwa tuna, tuna, tuna, tuna faida ya mtu ambaye anaongezeka kuja kutengeneza mashambulizi na Rushin ame nilikwambia, baada ya kufunga goli lake la kwanza, namna ambavyo aliruka heda dhidi ya Fountain Gate akafunga, ni dhahiri shahida ya kwamba sio mtu anayebahatisha, ni mtu ambaye ana, anajua namna ya kufunga na leo tumeona amefunga goli lake la pili, anakuwa ndio mfungaji bora e, mpaka muda huu katika ligi kuu ya Tanzania akiwa na magoli mawili. Lakini kama haitoshi, ukiachilia mbali rushinde rok karabwasha mo inspector naye kafunga hileo ni ile ile ya kuongeza namba kwenye eneo la ushambuliaji ndiyo ambalo sasa lim, hiyo haiji hivi hivi, hiyo ni confidence ambayo mwalimu anawajenga vijana wake, anawaambia nyinyi mna hate ya kutosha, nendeni mkashambulie. Na ukiangalia vizuri ile mpira ulimkosa, ulimkosa De Reuck akakutana nao, kwa hiyo namba pale ilikuwa ni ya kutosha ya kuweza kufunga. ratiba ikoje kuelekea kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mechi ya CAF ambayo ya kwanza tunacheza ugenini tarehe kumi na saba mwezi huu uloanza leo. Ya yeah, eh, hii ndo, ndo, ndo, ndo Simba yetu tunayoitaka tunayo, eh, Simba ambayo inafanya kila kitu Simba ambayo ina miliki mpira Simba ambayo ina, ina, ina press Simba ambayo inashambulia Simba ambayo ina kasi Simba ambayo inapiga pasi sahihi Simba ambayo inamnyima mpinzani nafasi ya kucheza hii ndo Simba ambayo watu wanaitaka na bado hatujafikia kwenye simba tunayoitaka wenyewe ile ya asilimia walau thamanini. Kwa hiyo simba hii ya leo na bado bado bado bado, bado, bado. E, tunataka simba katili zaidi ambayo tukiingia tunamnyanyasa mpinzani kwa asilimia zaidi ya tisini lakini e, tumemwona e, Selemani Mwalimu amefunga goli lake la kwanza hii leo, ni jambo la kufurahisha kwetu kwa sababu e, mshambuliaji akishafunga inamtengenezea confidence, na mfalme Selemani ni mchezaji mkubwa mwenye hadhi na kaliba kubwa, kwa hiyo lazima apate goli kwa ajili ya kumtengenezea ujasiri na kumtengenezea imani, imani kwa mashabiki wake, na ni aina ya usajili mgumu ambao tuliufanya. Vuta ni kuvuti na widadi ilikuwa ni kubwa kweli kweli, na hatimaye tukafanikiwa. Sasa lazima tu, tuone kwamba tulikuwa sahihi kwenye kuchukua mali kama ile. Goli lake la kwanza, na sio tu goli la kawaida, ni goli la, la, la, la, la, la kiwango, ni goli la uwezo alichukua mali, alipokonya mali kulia kule, kule kwa Kapombe akadrive akadrive akadrive akaingia nayo vizuri. Kuna wakati akasimama akawa na option, umeona bana, ana option ya maema na ana option ya kibu kama sikosei, lakini akachagua kufanyaje? Akasogea tena hatua nyingine pale, majukwani tena watu aya, toa pasi, toa pasi, yeah. Kumbe yule mtu alikuwa na skani Aangalia hapa anafanya kitu gani kilicho bora, kwa hiyo akapiga hatua moja, akaachia mkwaju, maana goli fantastic. Goli bora, goli la viwango, goli lini wanaita goli la solo, goli la, la kiwango binafsi la juhudi binafsi, goli ambalo alilitaka sana, na hilo ndo goli ambalo sisi tulikuwa tunalihitaji zaidi, kwa ajili kwanza ya kupigilia msumari wa mwisho kwenye jeneza la Namungo. Lakini kama haitoshi ni goli kwa ajili ya kumrejeshea kijana wetu confidence. Kwa hapa sasa, mashambuliaji wetu wote wana magoli na tayari wanapata kwa hiyo, lineup ikitoka, ukiona ameanza mfalme Selemani unacheka tu Wakimwona ameanza mukwala unacheka tu, wakimwona simba mweusi unacheka tu, unajua yoyote kati ya hawa hatafunga tu. Tumalizie Semaji, mashabiki ambao wametusapoti uh, leo waliokuja wan, uwanjani, uh, waliokuwa vibanda umiza wala tuombea dua, maombi pamoja na sala, tunawashukuru uh, mashabiki wetu. Uh, sio sio sio rahisi uh, ni usiku mnene huu, mechi imeanza saa mbili Eh, lakini wamejitoa kwa ajili ya timu yao. Mimi niwaombe wa, ni na niwaambie tuendelee kuiunga ku, mkono timu yetu. Kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo, mashabiki tukijitoa kwa asilimia mia moja tuna uwezekano mkubwa wa kupata matokeo. Bado ni mapema sana, lakini unaona tayari wapinzani wetu wameshaanza kudondosha alama maana yake ni kwamba e, sisi tukishikilia tunaposhikaga, tuna uwezo wa kufanya vizuri na kuwafuta machozi mashabiki wa Simba msimu huu. Kwa hiyo tuendelee kushikamana, haina kuchoka, haina y kurudi nyuma, ni vita, vita tuhakikisha kwamba tunapata mafanikio tuliyoyakusudia, na nikuambie kitu kimoja Tobi, katika raundi ya pili Simba ndo timu pekee ya Dar es Salaam iliyopata ushindi katika raundi hii ya pili, wengine wote wamepasuka, wengine wamepata sare, lakini sisi majaa wa Dar es Salaam wenye Dar es Salaam yetu tumepata ushindi wa magoli matatu. Tumeiokoa Dar es Salaam kutoka kwenye, kwenye kuzama na tumerejesha heshima yake. Shukrani sana, asante sana.